Nguvu ya Mungu daima siku zote itaishi daima, siku zote itakuwepo. Kadri unavyozidi kujichomeka kwa Mungu, ndipo utakozidi kuona uwezo wake, na katika mambo mengi, katika magumu mengi utaona msaada wake, kama utaitegemea nguvu ya Mungu, kama utaamua kuwa na nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu yenyewe eh, kuishi maisha matakatifu, kutafuta kuwa na nguvu ya Mungu, kutafuta kuwa na nguvu isiyo na mwisho ni wewe kuishi katika matendo mema. Utaonekana wewe huko kwenye upande wa nguvu ya Mungu, utaonekana wewe huko kwenye upande wa kutafuta nguvu ya Mungu kwa kadri ya matendo yako. Na unapenda nguvu ya shetani? Nikwambie, nguvu ya shetani e, ina mwisho, ina mwisho, na kuna eneo, kuna eneo haiwezi kukusaidia, haiwezi kukusaidia yenyewe eneo hasa ambalo inakuwa na uwezo mkubwa wa kukusaidia nikuchagiza kwenda kufanya dhambi e, kama unataka kwenda kuzimu e, ukiwaza tu hiyo nguvu ya shetani inakuja kwa nguvu kubwa mno kwa uwezo mkubwa na kushawishi, kafanya hichi kitu utaburudika, lakini like msingi, baada ya kufanya kitu kama kingine kama kuzimu, kuangalia picha chafu, utajiona tu kwamba hakuna burudiko lolote uliofanya kwa nguvu ya shetani, na mwisho na mwisho na mwisho tena mwisho wake ni wa aibu, mwisho wake ni wa aibu, mwisho wa mwisho wake si mzuri duniani. In, zipo nguvu mbili inayokuwa juu ya mtu. Katika nguvu hizi moja ni nguvu isiyo na mwisho, nyingine ni nguvu iliyo na mwisho. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya Mungu nguvu ya Mungu yaima siku zote itaishi yaima sikuzote ya takwepa ya ya kadi unavozidi kujichomeka kwa Mungu, ndipo tavzidi kuna uvu wake. Mambo mengi katika magumu mengi utaona msanda wake kama utaitegemea nguvu ya Mungu, kama utaamua kuwa na nguvu ya Mungu na nguvu eh, ya Mungu wenyewe kuishi maisha utafuta kuwa na nguvu ya Mungu utafuta kuwa na nguvu isiyo na mwisho, ni wewe kuishi katika matendo mema. Utaonekana wewe uko kwenye upande wa nguvu ya Mungu, utaonekana wewe uko kwenye upande kutafuta nguvu ya Mungu kwa kadi ya matendo yako, na kwa yale matendo yako itaonyesha wewe uko upande ya Mungu. Nguvu ya pili ni nguvu ya shetani. Nguvu ya shetani ni nguvu ambayo ina mwisho, nguvu ambayo ina mwisho na mtu ataonekana anayo hiyo nguvu, au mtu ataonekana e, anaitafuta hiyo nguvu kutokana na matendo yake mabaya, moyo e, kwa, kwa tendo wengine vibaya na kadi zambi unazoka na tenda kuzinizini ovyo kwa sababu na zambi kaza wa kaza ambazo kwa natenda kwa nguvu kubwa, hii mishara tosha wewe unaitafuta nguvu ya shetani. Kwambie nguvu ya shetani e, ina mwisho, ina mwisho, na kuna eneo, kuna eneo haiwezi ay, kukusaidia haiwezi kukusaidia. Yenyewe eneo hasa ambalo inakuwa na uwezo mkubwa wa kukusaidia ni kukuchagiza kwenda kufanya zama e, kama unataka kwenda kuzimu. Ukiwaza e, tu hiyo nguvu ya shetani napija a nguvu kubwa mno, kwa uwezo mkubwa na kushawishi kafanya itaburudika lakini msingi baada ya kufanya kitu kama kingine kuangalia, achak itajiona utajiona kwamba hakuna burudiko lolote liofanya kwa nguvu ya shetani, na mwisho na mwisho na mwisho, tena mwisho wake ni aibu, mwisho wake ni aibu, mwisho wake si mzuri e, kwanzia hapa duniani na mpaka mwisho wa dunia. E, mwisho wake ni mbaya hapa duniani. Kweli utakuwa unamwibia mwenzako, kweli utakuwa na zini, kweli utakuwa na ng'ara pia chafu, kuonekana kama kama ni burudiko, kwa sababu nguvu ya shetani inakushika ili kufanya kitu hicho. Kwa hiyo yoyote ambaye anaitafuta sana nguvu ya shetani, mimi nikuhakikishie, mwisho wake ni mbaya, mwisho wake ni ina mwisho ina mwisho. Kwa hiyo kakwa ni vyema kushikamana na nguvu ya Mungu ambayo haina mwisho hapa duniani, itakuongoza kwenye mema hapa duniani, itakuongoza kwenye mazuri. Kwa hiyo mimi niulize, je, wewe ndugu yangu, unaitafuta nguvu gani? Au uko kwa nguvu gani? Nakwambia kuonekana unaitafuta nguvu ya Mungu, kuonekana unaitafuta nguvu ya shetani, utaonekana kwenye matendo yako. Matendo yako yanaonyesha kwamba wewe uko kwenye upande wa nguvu gani, unaitafuta nguvu gani? Mungu akusaidie Matendo yako kama ni mabaya, matendo yako kama ni maovu, chara tosha. Au unataka wewe uko kwenye upande wa nguvu iliyo na mwisho? Ni vyema ukiamua kwanza kuishi matendo mazuri, kwanza kuitafuta nguvu isiyo na mwisho. Nguvu itakusaidia siku za tabu zako, lakini nguvu ya shetani yenyewe, siku za tabu zako, inakaa pembeni, inaanza kukuzomea, huyo huyo huyo. Lakini nguvu ya Mungu inakuwa nawe kwa mahali popote pale. Kwa hiyo yote ambayo utaweza e kusikia kipande cha ujumbe huu, Mungu akusaidie. Angalia sana matendo yako natenda, ni ya nguvu gani? Nguvu ya Mungu au nguvu ya, ya shetani? Amen.